Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu karibu sana, tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza manda za kufungia spring rolls. Kwa hiyo endelea kutizama video ili ufahamu manda hizi zinavyotengenezwa. Kwa hiyo mahitaji ni unga kikombe kimoja. Alafu pia kuna mafuta, mafuta ya kupikia nusu kijiko cha chai, chumvi kijiko kimoja cha chai na maji kikombe kimoja na robo. Hapo nimeonyesha kikombe kimoja lakini utahitajika kutumia takriban kikombe kimoja na robo cha maji. Kwa hiyo kwanza kabisa utaweka chumvi kwenye unga na uchanganye vizuri. Alafu utaanza kuweka maji kidogo kidogo ama unaweza ukaweka tu yote na ukachanganya vizuri. Kama mnavyoona hapo unga bado ni mzito kwa hiyo tutaongeza maji. Pia utaweka mafuta ya kupikia na uchanganye vizuri. Kama mnavyoona unga ni mzito, kwa hiyo uta utaongeza maji. Mtaona uzito ambao kwamba unahitajika wa unga huu. Utaendelea kukoroga kama hivyo mpaka uhakikishe unga hauna hauna mavumbo. Kama mnavyoona unga uko tayari na huu ndio uzito ambao kwamba unahitajika. Usiuache unga wako ukawa mzito sana. Alafu utachukua unga kijiko kimoja cha mchuzi na uweke kwenye frying pan na uhakikishe frying pan yako ni non-stick yani haishiki chini. Alafu utatoa unga ambao kwamba ni wa ziada. Utatoa unga kama hivyo na uendelee kutandaza ili uhakikishe unga unatandazika vizuri. Kisha utaweka frying pan yako juu ya sufuria ambayo kwamba ina maji yanayotokota. Alafu utaiacha frying pan ama utawacha unga uendelee kukauka. Kama mnavyoona hapo unga unaendelea kukauka kama hivyo. Kwa hiyo utauacha ukauke kabisa, na baada ya hapo, utatoa manda kwenye frying pan yako. Kama mnavyoona manda, manda inatoka kwa urahisi kama hivyo, na manda iko tayari. Utachukua manda yako na uiweke kwenye sahani ambayo kwamba juu ume, umetandika kitambara kama hivo, na uipake mafuta juu, ili utakapokuja kuweka manda nyingine kwa juu isishike. Kwa hiyo utapaka mafuta kama hivo, alafu utaendelea kufanya vile vile kwa manda nyingine. Na baada ya manda kuwa tayari, utakuja uiweke juu ya hii nyingine ambayo kwamba umepaka mafuta. Utaendelea hivo hivo mpaka umalize unga wote. Kama mnavyoona unaf hapo, napaka manda ambayo iko juu Alafu hii ni manda nyingine ambayo kwamba pia nilifanya kama vile hapo, naitoa, alafu nitaenda kuiweka kwenye zile manda nyingine ambazo kwamba nimepaka mafuta. Kwa hiyo utaendelea tu hivyo hivyo mpaka umalize unga wote. Na baada ya manda kuwa tayari, utachukua cabbage, yaani kama unataka spring rolls za vegetables ama za kuku au zozote ambazo kwamba utapendelea, utachukua uweke hapo, alafu ufunge spring roll, spring roll kama hivyo mnavyoona, alafu utapaka huu unga ambao kwamba umeukoroga na maji, ili spring roll ishike, alafu utafunga vizuri. Na hizi spring rolls unaweza ukazi ukaziweka kwenye freezer upike baadaye, ama unaweza ukazi ukazipika hapo hapo. Natumai mapishi haya yamefahamika vyema. Kama hujafahamu basi, unaweza ukauliza kwenye comment section. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Mpaka wakati mwingine, kwaherini, na tafadhali msisahau kusubscribe na kunifollow Instagram at Farwat kitchen. Kwaherini.